Heyo. Hello? Kila saa unaitisha pesa sijui ya gasi, sijui ya, ya stima sijui unataka kubai shopping sijui unataka kubai carpet sijui unataka kubai TV. Nilikwambia laji Nairobi, watu tumia akili, nguvu unaleta ukijijini, maisha ni ngumu, navo unakuwa mjanja, si kila saa unaitisha pesa Unaendisha hii sipia mimi kuna mambo yangu yeah? Kama maisha imekushinda uko Nairobi, unafaa ununue tembe ukuja ukusha kukali ukalime ukusha. Kuna shamba nyingi za kulima huko, hata mtu mtu walipi nyumba, lakini kazi ya kulima hii lakini uko Nairobi unajifanya wewe saa wewe maisha imekupeleka

Na sasa hivi maisha na kupeleka wezi. Ndio. Juu una unajiongeza chi? Unajiongeza shida. Wewe unarudi huko huko huko kijijini. Wacha na maisha ya mji. Hata mimi nilikuwa na gaga huko Nairobi. Lakini sasa wakati nilikuja nilikuwa hata na smartphone. Wakati nilikuja kusha hata niliuza. Kuzana na panda hata sukuma. Nikapanda hata mti wa avocado. Na maisha